Niko vizuri Bwana, mm -hmm. Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Kama mnavyoona, tumeamka asubuhi, tuna baraka ya mvua, mvua zikinyesha, na hapa ni basiaya msikitini niko ambapo kanisa la Mungu na wana wa Mungu tunaabudia. Kwa hiyo nimeona niwashirikishe watu wa Mungu ambao mtapata nafasi ya kuona hii clip kwenye mtandao, kwenye chaneli ya online ambako unaweza ukaona watu wa Mungu licha ya kuwa na mvua wameweza kufika kanisani, na hapa ndiko ambako kila siku tunafanyia ibada. Hili ni kanisa letu, hili kanisa linaitwa Jesus Life Assembly Church, ndiko ambako kila siku tunafanyia ibada na watu wameweza kufika, na ibada zilikuwepo maeneo haya, na unaona mvua imekuwa ni nyingi, maji yanapita kwenye kwenye kanisa, watu hawezi kukaa. Mi mwenyewe hapa najitahidi, natembelea kwenye maji, lakini nimeona nikushirikishe wewe baraka hizi, uweze kuona jinsi watu wa Mungu, huduma ambavyo inapitia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen, Haleluya. Amen. Amen. Uh, hapa ndiko mlango wa kuingilia kanisani na madhabahu huwa inakuwa eneo hili, na hapa ndipo maamburi sikufunika sana kama unavyoona. Hapa ndiyo kanisa letu. Waumini wameweza kutoka wameenda chini ya mti, ajili ya mti kwa ajili ya kuweza kujikinga na mvua, lakini bado ibada inaendelea. Mungu asifiwe, amen. Kwa hiyo mchungaji anaendelea kupambana na kuhakikisha kanisa la Mungu linaweza kujengwa na linaweza kumaliziwa. Kama unavyoona kwa juu hapa, hakuna paa, hakuna turubai, hakuna bati, lakini kazi ya Mungu bado inaendelea. Hakuna kitakachosababisha Mungu kazi ya Mungu isiweze kusonga mbele. Amen, ninakushirikisha baraka hizi ili uweze kuguswa na Mungu kuweza kuwasapoti watumishi wa Mungu waliopo hapa basiaya msikitini, katika baraka za ujenzi, maana hata kwenye kitabu cha Hagai sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu Biblia inasema: